Tumsifu Yesu Kristo, ewe mdau na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya kikristo nyumbani mwako. Ikiwa zimebaki siku chache tu kabla ya kuhitimisha kampeni yetu ya Kapu la Mama kwa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano yenye kauli mbiu mama wa matumaini, je, wewe mpaka sasa umekwisha panda ngazi mpaka ya ngapi? Kumbuka tu ndani ya redio maria Tanzania, tunazo ngazi nane katika kuiwezesha kampeni ya kapula mama, ambapo ngazi ya kwanza ni kununua kiti cha mama. Hii ni kuanzia shilingi moja mpaka shilingi elfu tisa, mia tisa, tisini na tisa. Tunayo ngazi ya pili ambayo ni kupamba kiti cha mama. Hii ni kuanzia shilingi elfu kumi mpaka shilingi elfu arobaini na tisa, mia tisa tisini na tisa. Ngazi ya tatu ni kununua kapula mama. Hii ni kuanzia shilingi elfu hamsini mpaka shilingi tisini 99999. Ngazi ya nne ni kupamba kapu la mama ambayo hii ni kuanzia shilingi laki moja mpaka shilingi laki mbili 49999. Ngazi ya tano ni kulijaza kapu la mama ambayo hii ni kuanzia shilingi laki mbili 50000 mpaka shilingi laki nne 99999. Ngazi ya sita ni kujitwika kapu la mama ambayo hii ni kuanzia shilingi laki tano mpaka shilingi laki saba 49999. Tunayo ngazi ya saba ambayo ni kusafirisha kapu la mama, hii ni kuanzia shilingi laki saba hamsini elfu mpaka shilingi laki tisa tisini na tisa elfu mia tisa tisini na tisa Lakini tunayo ngazi ya mwisho kabisa kule juu, ambayo ni kumkabidhi mama kapu, hii ni kuanzia shilingi milioni moja na kuendelea. Ngazi hizi zimewekwa kusadifu taswira ya kihamasa kumaanisha kwamba kila kiasi unachotoa kinakuwezesha kuvuka ngazi moja kwenda ngazi nyingine katika kuwezesha utume wa Radio Maria Tanzania. Nikukaribishe basi kuendelea kuwa sehemu ya kuwezesha utume wa Radio Maria Tanzania. Kila unapotoa kile chochote ambacho Mungu amekujalia unapanda kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine, ili basi uwe sehemu kubwa ya familia hii ambayo tunasafiri katika safina ya matumaini, tukiliwezesha Kapu la Mama, tukiwezesha utuma Radio Maria, na zaidi sana kuiwezesha injili ya Yesu Kristo kusikika kila mahali, kila wakati, kwa watu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Baraka za Mungu zikae nawe daima. Kapu la Mama 2025, mama wa matumaini.